Tumekuta Arusha ni maneno, majungu, ushirikina, stendi haijengwi, soko halijengwi, na wananchi kumtaani wamesikia ahadi mpaka wamechoka. Sitaki chama changu kinaenda kwenye uchaguzi, alafu ilani hii haijafanya nini, haijatekelezwa. Tumehangaika naye, si tu kwamba tumepata soko Kilombero, si kwamba tumepata tu stendi iliyokuwa kujengwa pale bondeni City. lakini pia tuongezea na soko la Kilombero lenye thamani ya takriban zaidi ya bilioni tatu ambalo halikuwemo kwenye mpango wa kwanza, na mmeshuhudia wenyewe, tulisaini pale mkataba na alivyonisaidia tulivyokamilisha, nikamwambia mzee, njo mwenyewe ushuhudie furaha ya wananchi wa mkoa wa nini, wa Arusha. Na mbele ya waziri wangu nikamwambia, mzee huyo amesaini leo mkataba, tunamuona hapa eh, hey, akienda tofauti na mpango kazi Kitakachotokea atakuwa anatokea sento anaenda site. Na sasa mkipita pale mnaona kazi imeshaanza tayari. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, maelekezo yangu wachukuliwe, orodha ya wafanyabiashara waliokuwa wanafanya kazi kwenye soko la Mlombo na lile soko la Kilombero, tutakapokamilisha ujenzi wao ndio wa kwanza kuingia ndani ya hilo soko.